Vijana zaidi ya 60 kutoka vyuo mbalimbali hapa nchini wamepatiwa mafunzo maalum kwa ajili ya kujiandaa na upatikanaji wa ajira katika sekta za umma na sekta binafsi ili kujikwamua na changamoto ya ukosefu wa ajira nchini. Ta -ta -ta Tanzania 24 Digital. Beyond the Mainstream Beyond The mainstream. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana na wenye Ulemavu, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete ameyasema hayo wakati akifungua mafunzo ya, ya vijana yaliyotolewa na kampuni inayojihusisha na usimamizi wa rasilimali watu na huduma kwa wateja Ideon yenye makao yake makuu jijini Arusha. Aidha, wanafanya kazi serikalini au kwenye sekta binafsi, lakini sekta zote hizi mbili zinataka adabu katika utendaji kazi. Kwa hiyo ni muhimu sana wao wakaelewa misingi ya kwamba mwajiliwa anatakiwa kuposesi sifa gani, lakini pia hata unapokwenda kufanya kazi ni nini matarajio ya wale ambao unakwenda kuwahudumia, na mwisho ambao nilitumia nafasi pia e, kuwakumbusha juu ya umuhimu wa wao kuendelea kujifunza kwa sababu kwenda kujifunza, e, nasema elimu haina mwisho, na kama elimu haina mwisho, maana yake ni kwamba wanatakiwa kufanya kubwa zaidi ni kuendelea kujifunza ili waweze kufikia malengo yao. Kwa hiyo uwe tayari na uwe na uvumilivu na subira ili uweze kufanya kazi ya watu vizuri, lakini ukiendekeza eh, makundi yako ya mtaani vikundi eh, vyenu vya, vya, vya, vya, vya ujana, mwisho wa siku mtakuja kuharibikiwa na kuharibu kazi za watu na mtarudi tena mtaani na kuungana na makundi mengine ya watu ambao kazi kubwa wanaifanya katika jamii ni kulalamika. John Msonsa ni mkurugenzi wa kampuni ya Ideon. Jana zaidi ya ambao wamemaliza chuo kwa ngazi mbalimbali. Kuna wengine ngazi ya cheti, wengine ya diploma, wengine ya degree. Wanajiandaa na ajira, wameshatafuta kazi kwa muda mrefu hawajapata. Sasa tunawapa mbinu ambazo zitawasaidia waweze kwenda kuajiriwa. Mbinu hizo ni pamoja na kuandika CV vizuri, kufanya interview vizuri, watakapokuwa pia wameajiriwa, wakakae vizuri na wafanya kazi wenzao huko, ili wapunguze chances za kufukuzwa, na ya mwisho tunawafundisha matumizi mazuri ya mitandao pamoja na hayo, tumepatana na tumepatana na taesa serikali kwa ajili ya kuwafundisha pia ile poto ya serikali ambayo wanaitumia katika kuomba pia nafasi za serikalini. So sisi kama private sector baada ya kuwafundisha pia tunawapa nafasi za internship hapa ofisini kwetu. Sisi kama kitengo cha huduma za ajira kupitia ofisi ya waziri mkuu, tuna furaha kubwa ya kujumuika nao na pia tumeweza kuona changamoto za soko la ajira jinsi lilivyo na jinsi IDEON recruitment agents wanavyofanya kazi zao. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wamesema mafunzo hayo yamekuwa na tija na kuwapatia fursa mbalimbali za ajira. Na washauri vijana wenzangu, wasikate wa tamaa, wafanye follow up Kwenye hizi training ambazo zinatolewa mbalimbali, wajaribu kujihusisha kwenye hizi training. Kuna vitu vingi sana vya kuweza kuji, kujifunza. Nilikuwa sifahamu namna gani ambavyo naweza nikapita kwenye interviews, namna gani ambavyo naweza nikaandaa CV yangu na mambo mengi, jinsi ya kuishi na mwajiri, jinsi ya kuishi na wafanyakazi wenzangu, lakini kupitia mafunzo kiukweli, amenitoa sehemu moja kunifikisha sehemu nyingine, nimepata mwanga nini Okom... Serikali kwa kushirikiana na wadau binafsi kama kampuni ya Ideon inaendelea kusisitiza umuhimu wa kuandaa vijana kivitendo ili kuwa sehemu ya suluhisho la tatizo la ajira nchini. Kutoka mkoani Arusha, mimi ni Ana Kimambo, tafadhali endelea kutazama Tanzania 24 Digital.